Kwa majina anaitwa Mwita Maro Magige jina maarufu Vatican ni diwani wa kata ya Nyamwaga, lakini pia ni mwenyekiti wa kamati ndogo inayoratibu mashindano ya Mahusiano Cup. Tumefanya tofauti na miaka mingine, sasa hivi vijiji hivi vinavyozunguka mgodi tukawa tumeunda kitu kinaitwa CDC, kamati ya maendeleo ya jamii inayozunguka mgodi, na lengo la kamati ile ni kwa ajili ya kutoa ushirikiano kati ya jamii na mgodi katika maendeleo ya eneo hili. Hapa ni Nyamongo. Kwa miaka mingi vijana wa hapa wameamini kwamba ndoto zao zinaweza kutimia kupitia uchimbaji wa dhahabu pekee, lakini mambo yanabadilika. mra tamani sana nikimaliza shule niendeleze kipaji changu nilicho nacho kwa sababu Mungu kanipatia hicho. Ah, ni vyema kukiendeleza. Mchezaji mmoja anayeninspaya hapa bongo ni chama ya anavyocheza staili yake ile ya asisti zake anazotoa, magoli anaofunga, aninspire mimi pia najipa moyo kwamba siku moja nitakuwa kama yeye. Lakini mimi pia kwa matamanio yangu natamani nicheze Simba, ya ndio klabu inayofanya vizuri nanifurahisha sana ninavyocheza mpira mimi, na imani nachoomba sana ndani ya uwezo wangu na mbele za Mwenyezi Mungu ni kucheza timu kubwa ambayo ni timu itakuwa kuanzia daraja la kwanza la ra tatu la pili. Hayo ndio malengo yangu ya kwanza, kuisaka tiketi ya kwenda kucheza ligi kuu, ya kwamba huwezi ukaiomba kuichezea Simba na ujapitia hizi ngazi ndogo, hicho ni kitu ambacho hakipo. Ripoti ya ajira ya World Bank inaonyesha pamoja na kuwa sekta ya madini inachangia kiasi kikubwa cha pato la taifa, sekta hii ina uwezo wa kuajiri kati ya asilimia tatu na asilimia nne tu ya watu wote wenye uwezo wa kufanya kazi. Hivyo ni wazi kwamba sekta isiyo rasmi kama vile michezo inapaswa kupewa sapoti kama hii ili kufungua milango mingi ya ajira kwa vijana hapa Tanzania. Na moja ya mambo mengine ukiachilia mambo ya maendeleo, miradi mingine ya maendeleo, tukaona kwamba katika sekta ya michezo angalau tuwe na uwanja, uwanja ambao wa kisasa ambao utatusaidia kumotiveti vijana katika maeneo yetu waweze kuvutiwa, lakini pia tuwe na sehemu ya kuchezea. Kwahiyo tukapeleka ombi maalum kwa rais wa Barrick. Kwahiyo tulitafuta architect, tafuta eneo, akatuambia bana naweza mkafanya, akatupa na gharama za awali na uwanja ambao tunahitaji ambao sisi tulipendekeza uwanja watu, watu, furusa, wa watu wa kubeba watu elfu ishirini wakiwa wamekaa. Tumia hii fursa kwenye upande wa jamii yetu, vijana watangaze vipaji vyao, vijana wakutane na wenzao, wazungumze, watengeneze network, ili kusudi wengine watajua fursa zingine zipo nje ya kwenda kufanya kazi za unikoda. Unajua mataifa ya nje, unapokuwa unacheza mpira una ajira kubwa na malipo makubwa. Tutakapokuwa tumefanikiwa kupata vijana wetu hapa, tutakuwa tumepata mapato mazuri. Ukimsikiliza mkurugenzi wa Kemanyanki kwa makini, utagundua kwamba nafasi za ajira kwa vijana zipo, ila zinapatikanaje? Yapo makampuni ya wazao ambao sehemu kubwa sana wanachukua vijana wazao Ukiangalia, ukienda kwa mfano Kemanyangi, ukatafuta wafanyakazi wake, ukienda Rini, ukienda hawa Resi, ukiangalia mle asilimia kubwa ni wazawa. Lakini hata Bariki wenyewe pia tunao vijana wetu ambao ni wazawa. Mgodi e, wa North Mara umekuwa ukitusapoti kwa kiasi kikubwa sana. Fursa nyingi ambazo zimekuwa zikionyesha matunda zimekuwa zikisapotiwa na mgodi wa North Mara. Ni sisi jamii kutengeneza miradi ambayo inawezekana na miradi ambayo ni sahihi.